Na ninyi wananchi, toeni taarifa kwa viongozi wa wilaya na viongozi wa kata kama mnaona kuna ucheleweshaji, toeni taarifa kwa viongozi wa wilaya na viongozi wa nini wa kata. Narejea tena, wasije watu kuwadanganya hapa daraja hili limesimama, halijengwi. Daraja hili tunalijenga na barabara hii tunaitia lami kuanzia Ikwiriri mpaka Mkongo mjini kilomita 27. Mmenisikia eh? Kwa hiyo msiwe na wasiwasi Tunatambua kwamba wananchi wamepata hadha kubwa sana wakati wa, wakati wa mafuriko hapa chini. Wapo watoto wetu, vijana wetu walichukuliwa na mamba, au uongo jamani? Na ndio sababu rais wetu anatupenda sana Warufiji, akaleta fedha. Lakini pia nataka niwathibitishie fedha za malipo wanaopitiwa wana na barabara hii kwenye eneo hili imekusha toka. Kwa hiyo mkuu wa wilaya tutamuelekeza meneja wa mkoa ili aje akabizi fedha. Nimekwisha waombea kwa mheshimiwa rais na mheshimiwa rais amekwisha nikabizi na mweneja wa mkoa wa TANROADS atakuja kuwaletea fedha zenu, fedha zote, wale waliohakikiwa watalipwa fedha kwa maelekezo yangu. Sasa mkuu wa wilaya, mwelekeze meneja wa mkoa aanze kuwalipa kuanzia wiki ijayo, watu wote walipo fedha zao. Rais Samia amekusha tukabizi fedha zote, wale wanaodai, karibu milioni mia tano, kila anayedai fedha kupitia mradi huu, fedha imekusha toka. Rais wetu amekusha tukabizi. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo Ninamwagiza mkuu wa wilaya atakuja hapa na meneja wa mkoa pamoja na mheshimiwa diwani kuhakikisha kila mwananchi mwenye kudai fedha yake atalipwa fedha yake, na mradi wetu huu utaendelea. Kwa hiyo asije mtu hapa kuwadanganya kwamba mradi umesimama. Hakuna kilichosimama chini ya serikali ya awamu ya sita, na nyinyi msikubali kudanganyika. Mmenielewa vizuri eh? Mambo haya yalikuwa ni ndoto, kwani mliwahi kutegemea mtajenga daraja hapa la kisasa? Si leo ndio mmeliona daraja hili chini ya Mheshimiwa diwani na chini ya Mbunge Mchengerwa na chini ya Rais wetu Dr Samia, si ndio jamani?